Ndugu wanahabari, wageni walikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta ya habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikishwa kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio tu na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Na katika dunia hii ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema: uhabarishaji kwenye dunia mpya mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu hii inalenga kujadili athari za teknolojia ya akili mnemba katika uendeshaji wa vyombo vya habari na uhuru wake wa, wa vyombo vya habari. Hapana shaka kwa leo ni siku ya maadhimisho ambayo ni siku ambayo inakuleta pamoja, na hakuna haki bila wajibu. Kwa hivyo, hilo pia lazima tulizingatie na tuhakikishe kwamba tunajivunia uzalendo wetu wa kujitahidi kutumia akili mnemba kwa makini na uwajibikaji. Ningependa kumalizia kwa kutoa wito kwa wadau wote, hususan waandishi wa habari kutambua mchango wa teknolojia hii na uhuru wa habari ambao tunao na tuangalie jinsi ambavyo teknolojia hii inaweza kusaidia katika shughuli zetu za uandishi wa habari. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba. Na nyie mkiwa hapa yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera kwa mtumie eh, majadiliano yenu ya leo kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri eh, sera yetu iweje kwenye eneo hili akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba eh, mnajadili maeneo hayo na kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia.